Serikali mkoani Ruvuma imetoa agizo kwa viongozi wa AMCOS ndani ya mkoa wa Ruvuma kuwa waaminifu na waadilifu wajibika kutojihusisha na biashara ya magoma ambayo imekuwa ikiwanyima wakulima haki yao ya msingi ya kupata malipo stahiki kwa jasho lao. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Nyasa Peresi Magiri akiwa katika mkutano mkuu wa chama cha wakulima MBIFAKU uliofanyika ukumbi wa kanisa Katoliki wilaya ya Mbinga akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Ruvuma kanal Ahmed Abasi Fursa hii kutoa agizo mahususi kwa viongozi wote wa AMCOS ndani ya mkoa wetu wa Ruvuma, na nataka kusisitiza kwa dhati kuwa uongozi wa AMCOS lazima ujengwe juu ya msingi ya uaminifu, uadilifu na uwajibikaji wa hali ya juu. Ni marufuku kwa viongozi wa AMCOS kujihusisha na biashara ya magoma ambayo imekuwa ikiwanyima wakulima haki yao ya msingi ya kupata malipo stahiki kwa jasho lao. Aidha, viongozi wanapaswa kuwalipa wakulima kwa wakati, kwa haki na kwa uwazi. Mwanachama wa AMKOSI anapowekeza rasilimali zake kulima asiteseke tena kwa kucheleweshwa au kunyimwa malipo ya, malipo yake Mwenyekiti, pia rasilimali za vyama ziwe ni mali, fedha au vitendea kazi, zisimamiwe kwa uangalifu mkubwa kwa manufaa ya wanachama wote, si kwa faida ya wachache. Kiongozi yeyote wa AMCOS ni mlinzi wa mali ya umma kwa niaba ya wanachama na ni lazima atekeleze wajibu huo kwa uadilifu mkubwa. Aidha, Mheshimiwa Peresi Magiri amewataka viongozi wa ushirika kuchukua hatua za haraka kudhibiti uuzaji holela wa zao la kahawa, yaani magoma, sambamba na kuwapongeza viongozi wa Mbifaku kwa juhudi zao za kusimamia kuwezesha maendeleo ya wanachama huku akisisitiza kuwa ushirika ni chombo cha maendeleo, hivyo kinapaswa kusimamiwa kwa uaminifu na uwazi na kuwasihi kuendelea kuwa viongozi bora. Kwa hatua mliofikia ya kujiendesha kibiashara, hili ni jambo la kujivunia na ni mfano wa kuigwa kwa vyama vingine vya ushirika nchini. Usajili wa kampuni ni hatua ya muhimu ya kitaasisi inayoashiria dhamira yenu ya kujitegemea, kukuza mtaji na kuboresha huduma kwa wanachama. Licha ya hayo Magiri amesema kuwa ushirika hauwezi kuendelea pasipo kuimarisha kilimo ambapo serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuchukua hatua hizo kwa kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo za kilimo za ruzuku kwa wakulima. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.